Kwa mimi naza shukuru Mungu kwa umbali juu, tukiwa panda 20 competition ilikuwa juu venye nimefurahia sana juu ni opportunity kubwa kwangu kuingia senior team, na nashukuru Mungu kwa sababu training iko juu na kila mtu ana give in the best because tunataka tu win Gambia at home and away. Na mimi nashukuru ma coaches na technical bench na players wenzangu juu kila mtu ana push hard, ako committed, na anataka best results from each, na tunajua tukiendelea hivyo tunaenda kupata win home and away. Kwa mafans na walika wote, juu sisi tuna tutajiaminia kwa sababu ya treni, tuna welcome wote kwa uwanja wakuja one the best yenye tumekuwa tunafanya for the past three or two weeks behind, na tunajua tunaenda kupea the best, so wakuja wakijua sisi tuko ready win redi win home na kuin away, na pia kwenda AFCON nda thank God. Kwa hiyo potintamenipatia tena, tunaendelea na mazoezi vizuri, watunaendelea kujipush na tunajiamini kwa igemi ya Gambia you can make it. Mimi naweza sema tu nimelan vitu vingi kwa, kwa makochari wengine, tunaendelea ku learn more kutoka kwao. Kama sesho nimekuwa taf tunainuana kuambiana unaweza tungang'ane hadi mwisho, hiyo sando inatupatia morale ya kina ma-players hadi mwisho tuone vile Then itakuwa.